Bwana Yesu asifiwe. Leo tena ni siku nyingine tunapokuja kutafakari neno fupi la Mungu. Na leo tunazungumzia utakatifu, neno utakatifu. Nini maana yake? Maana leo kuna mikanganyiko mingi sana hata wale ambao Uh, wanaitwa wa Kristo kwa jina la Kristo wameendelea kuwa na mikanganyiko. Jamii kubwa ya Wakristo wameendelea kuwa na mikanganyiko mingi sana, hasa kuhusiana na neno mtakatifu na neno utakatifu. Maana utakatifu unazaliwa kutokana na neno mtakatifu. Mtu anapokuwa mtakatifu huzaa kitu kinachoitwa utakatifu. Na hapa unasikia watu wengine wanasema uh, e, katika hali za maisha ya Ukristo, hata katika mambo ya kiroho, e, unaweza ukazungumzia jambo fulani labda katika kufundisha ama katika kuelekeza, unasikia mtu anakwambia unajifanya wewe ndio mtakatifu, anajifanya ndio mtakatifu. Na hata, na, na hasa katika swala zima la, la kufundisha ama kuelekeza jinsi Mkristo anavyopaswa kuishi ama mwenendo wa Kikristo unavyopaswa kuonekana kama matokeo ya kukaa ndani ya Kristo. Sasa mara nyingi utasikia unajifanya wewe ndiye mtakatifu. Hebu tujiulize. Mtakatifu ni nani? Mtakatifu ni mtu aliyetengwa. Mtu aliyejitenga. Anayejitenga na uovu na dhambi. Na hivyo kitendo cha kujitenga na uovu ukakubali kutembea katika mwenendo wa kutenda mema, huyo mtu ataitwa mtakatifu. Na wakati mwingine watu kwa kuchanganya maneno haya wanafikiri tunapozungumzia utakatifu katika wakati huu tunazungumzia utakatifu ambao waliishi Adamu na Hawa kabla ya dhambi. Kumbuka kuna maisha ya ukamilifu ambayo wanadamu wa kwanza waliishi kabla ya dhambi. Baada ya dhambi kutokea, ukamilifu unaletwa kwa neema ya Kristo pekee. Neema ya Mungu pekee ndiyo inayotufanya sisi kufikia ukamilifu. Na ukamilifu tangu mwanzo tulijifunza ya kwamba ni yale maisha ya kuishi ukitenda mapenzi ya Mungu, kitendo cha kuishi ukitenda mapenzi ya Mungu kwa maana ya kuzishika amri zake, kuanzia hapo na kuendelea ndipo tunaupata tuna Uh, ukamilifu katika maisha ya Ukristo. Na hivyo ukamilifu ni hali ya kukamilishwa kwa kutenda mapenzi ya Mungu ndani yake kukiwemo kuzishika amri zake. Sasa mtakatifu ni mtu aliyejitenga, mtu aliyetengwa kutoka wapi? Katika maovu, katika dhambi. Na hivyo anajitenga ili kutenda mapenzi ya Mungu. Sasa utakatifu ni nini? Utakatifu katika maneno mawili ya Kiebrania na Kiyunani. Utakatifu katika neno la Kiebrania linamaanisha kadosh, halafu katika neno la Kiyunani wanaita hagios, na maneno haya yote yanamaanisha kutengwa, kuwekwa wakfu, kutengwa mbali na dhambi yeah. Kutengwa kuweka wakfu kujitenga kwa kusudi takatifu, kitendo cha kujitenga mbali na dhambi na kujitenga kwa kusudi la kutenda mambo yaliyo matakatifu, hapo ndipo kunazaliwa kitu kinachoitwa utakatifu. Na hivyo tunaposema, mtakatifu ni mtu ambaye amejitenga, ametengwa ili awe mtakatifu na Yesu katika neno lake kwenye kitabu cha Ufunuo sura kumi na nne fungu la nne maneno ya Mungu anasema pale malaika wa Ufunuo sura 14 fungu la 4 anasema, tokeni kwake enyi watu wangu msishiriki dhambi zake, tokeni. Na hivyo wale ambao wanadumisha maisha matakatifu ni wale wote waliotii wito wa Mungu wa kutoka katika kila aina ya uchafu wa wakuto, wito wa kutoka katika kila aina ya maovu na takataka zote zinazoweza kumfanya awe mchafu. Kitendo cha kujitenga hivyo kwa kuwezeshwa na neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo kama anavyozungumza katika sura ya Tito uh, ile Tito sura ya pili fungu la kumi na moja kwamba neema ya Mungu imefunuliwa nayo yatufundisha kukataa uovu na kutenda mema. Kwa hiyo neema ya Mungu inatuwezesha kutenda yaliyo mema. Kwa hiyo, watu wanaokataa ama wanaopinga kuishi maisha ya utakatifu ni kana kwamba wanasema kifo cha Kristo msalabani hakijaleta matokeo katika maisha yao, maana neema ilitolewa ili kutuongoza katika ukamilifu wa maisha ya kiroho na kufikia vimo vya ukamilifu katika maisha ya Ukristo. Sasa, ikiwa utakatifu ni kujitenga mbali na dhambi, mbali na uovu, kuwekwa wakfu kwa makusudi matakatifu, mimi na wewe tumeitwa ili tuwe watakatifu. Na hivyo ukisikia mtu anakuambia unajifanya wewe ndiwe mtakatifu, muulize yeye ni nani? Anaposali, anasali ili awe nani? Anaposoma Biblia anasoma ili awe nani? Anapoondoka kwamba ninakwenda ibadani, anakwenda ili kuwa nani? Maana kama hatutakubali maombi, neno la Mungu, ibada, nyimbo tunazoimba kama hatutakubali vitufanye kuwa watakatifu, maana yake ni kwamba kuabudu kwetu ni bure. Kama hatutakubali ibada itufanye kuwa watakatifu, maana yake ni kwamba ibada hiyo ni bure. Na hivyo kama tunakubali kuabudu, kusoma neno la Mungu na maombi, maana yake ni kwamba tunautafuta utakatifu, na ndiyo maana unatafutwa sasa. Nini matokeo ya kuwa mtakatifu? Mtakatifu ni kutengwa na uovu ukimaanisha kwamba unatengwa na kitu chochote kinachopingana na asili ya Mungu. Hivyo, hii ni pamoja na aina zote za dhambi, uovu na chochote ambacho hakimpendezi Mungu. Wanadamu wale wanaomcha Mungu wameitwa kujitenga. Lakini pia utakatifu ni wito kwa wanadamu wote kuishi wakiwa watakatifu kama ambavyo Mungu anasema yeye ni mtakatifu mtakuwa wakamilifu kama baba yangu alivyo mkamilifu katika kitabu kile cha petro uh, ukisoma uh, petro wa kwanza sura ya, ya, ya, ya kwanza fungu la kumi na sita na mambo ya rai sura ya kumi na moja na fungu la arobaini na nne mtakuwa wakamilifu kama baba yangu alivyo mkamilifu mtakuwa watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Na kwa kuwa Mungu ndiye anayetangaza utakatifu wale wanaolicha jina lake, kwa kuepukana na uovu na kila aina ya dhambi na uchafu wote, hao ndio wanaoweza kuishi maisha ya ucha Mungu, wakiendelea kumwabudu Mungu wa mbinguni bila kutenda dhambi, kwa kuwa ipo neema inayowawezesha kuishi katika maisha ya ukamilifu. Lakini pia Mungu anatuita kuishi maisha ya utakatifu, na kwa sababu hiyo utakatifu sio jambo la ndani tu, lazima udhihirike katika maisha yetu ya kila siku, katika mawazo maneno na matendo yetu, kama anavyozungumza katika Ibrania sura ya kumi na mbili na lile fungu la kumi na nne. Lakini jambo lingine la kuzingatia ni kwamba utakatifu ni mchakato ni mchakato wa kutakaswa. Tunapokea utakaso kile inapoitwa leo, si hali kamili ya mara moja. Sikiliza, utakatifu au utafuti kwa mara moja, utakatifu ni mchakato. Kadiri tunavyomheshimu Mungu, kadiri tunavyoshika amri zake na kutenda mapenzi yake, kadiri tunavyojibidisha katika ibada, katika maombi, katika kusoma neno lake, tunatakaswa na kufanya kuwa watakatifu. Kumbuka neno la Mungu inasema, watakase kwa ile kweli neno lako ndio Kweli, na hivyo neno la Mungu linapojaa ndani yetu na kukaa ndani yetu, dhambi inashindwa, uovu unatoweka, uzinzi unatoka, uchawi unatoka chuki zinatoka na badala yake, tunaishi maisha ya ukamilifu, maana neno limetupatia utakaso. Na hivyo utakatifu ni mchakato, ni, ni, ni, ni swala la kila siku la maisha yote, na ndio maana Mungu anatuambia wale wanaotegemea kuwa watakatifu mbinguni ni sharti wadumu kuwa watakatifu katika dunia hii. Watakapodumu kuwa watakatifu katika dunia hii, ndipo watafaa kuwa watakatifu mbinguni. Kumbuka, Yesu haji kuchukua wa dhambi wanaendelea na dhambi. Yesu anakuja kuchukua wa dhambi walioachana na dhambi, wakakubali kuishi maisha ya utakatifu kwa maana ya kutenda mapenzi ya Mungu wangali katika dunia hii. Na hivyo, utakatifu si jambo tu tunalopata mara moja ni mchakato unaoendelea wa kukua katika neema na kumjua Mungu zaidi na zaidi. Katika Wafilipi sura ya tatu fungu la kumi na mbili hata lile fungu la kumi na nne. Lakini pia utakatifu unadumishwa kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu, kile itwapo leo kazi ya Roho Mtakatifu utakaso ni kazi ya Roho Mtakatifu ndani yetu, na hivyo yeye usaidia kutusaidia kushinda dhambi na kukua katika utakatifu. na, na, na, na utakatifu unapodumu katika maisha yetu, wa Galatia sura ya 5 fungu la 25 anasema tunda la roho litadhihirika kwa wale wote wanaodumisha maisha matakatifu tunda la Roho Mtakatifu litaonekana ndani yao. Na tunda la Roho Mtakatifu ni lipi? Utu wema, uvumilivu, upole, kiasi, na mengine mengi ambayo yahusianayo na utakatifu, upendo, vitatamalaki na kuonekana kama matokeo ya kuishi maisha matakatifu. Na hivyo Mungu anasema nini? Utakatifu unatokana na kujitahidi kutafuta kwa bidii zote pamoja na kazi ya Roho Mtakatifu. Tunapaswa kujitahidi kuepusha kuepusha, kujiepusha na dhambi, kusoma neno la Mungu, kuomba na kuishi maisha ya utii kwa Mungu. Maisha hayo tutakapoyaishi, ndiyo yatakayozalisha utakatifu katika maisha yetu ya kila siku, na hivyo kusudi la Mungu kwa wale wote wanaitwa wacha Mungu, kusudi la Mungu kwa wale wote wanaitwa wa Kristo, wameitwa kuishi maisha matakatifu ili wawe watakatifu, wawe kielelezo kama Kristo alivyoishi, kielelezo katika dunia hii, wakiyatenda mapenzi ya Mungu, wawe nuru kwa ulimwengu kila wanapopita, kwa vile wanavyotenda, kwa vile wanavyokunywa, na hivyo wanafanya juhudi kila siku ili kuhakikisha wanaufikia utakatifu. Sikiliza maneno haya. Utakatifu sio furaha ya mlipuko ni kusalimisha kikamilifu mapenzi yetu kwa Mungu, ni kuishi kulingana na kila neno litokalo kinywani mwa Mungu, ni kuyatenda mapenzi ya Baba yetu aliye mbinguni, ni kumtumainia Mungu katika majaribu, katika giza na katika nuru, ni kutembea kwa imani wala si kwa kuona, ni kumtegemea Mungu kwa tumaini lisilo na maswali na kupumzika katika pendo lake. The Acts of Apostles ukurasa wa moja. Maneno hayo yanazungumza kuhusiana na habari nzima ya utakatifu. Sasa leo na wa watu wanasema Mungu anaangalia moyo, Mungu haangalii nje. Lakini ukweli ni kwamba tunakuona na kukutazama, tunauona moyo wako kwa kutazama vile vinavyoonekana nje, na hivyo hauwezi ukasema, unaweza ukapanda mparachichi halafu ukaja ukavuna mashina ya bangi. Hiyo huo ni uongo. Uwezi ukasema kwamba unatembea uchi nje lakini eti ndani umevaa wewe, umejistiri haiwezekani. Hauwezi kuwa unatukana watu kwa nje halafu ukasema kwa ndani wewe ni mtaka na upendo la hasha! Ukire, ukio, ukionyesha chuki nje, ukionyesha matukano, ndivyo na moyo wako utakavyoonekana, maana hauwezi ukatoa maneno kama huja atafakari moyoni, na hivyo unachokiwaza moyoni ndiyo matokeo ya yale yanaonekana nje. Na ya hivyo awezi ukasema ndani ni mtakatifu ila nje ni mchafu, hapana. Ni, ni, kutokuya ni, ni hii hii inatokana na kufasiri maandiko ya Mungu vibaya. Kama utakuwa mtakatifu ndani, utakatifu utaonekana nje, na tunajifunza ya kwamba kama ukiwa mtakatifu tangu ndani ya moyo tunda la Roho litaonekana kwa nje kama matokeo ya moyo wako ulivyo, na ndio maana Mungu anaonya akisema wale wanaokataa kuishi maisha ya utakatifu wakimdhihaki Mungu, Mungu anatangaza katika Wagalatia sura ya sita fungu la saba kwamba msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Mungu hadhihakiwi, wa Wagalatia sura ya sita fungu la wa saba. Na hivyo nini tunachojifunza? Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Utakatifu tu, wala si kitu wala si kitu kingine, ndio utakaowafanya kuwa tayari kwenda mbinguni. Unyoofu na uchaji wa hakika katika mambo ya maisha peke yake ndiyo uwezo wa kuwapa tabia safi, bora, na kuwawezesha kuingia mbele za Mungu akaaye penye nuru isiyoweza kukaribiwa. Tabia ya mbinguni haina budi kupatikana hapa duniani, ama sivyo kamwe haitapatikana tena. Basi, anza mara moja. Usidanganyike kuwa utafika wakati uwezapo kujitahidi kwa, kwa urahisi kuliko sasa. Kila siku huzidisha umbali wako kutoka kwa Mungu, na hivyo na hivyo Jitayarishe kwa ajili ya uzima wa milele zoeza mawazo ya moyo wako kuipenda Biblia, kuupenda mkutano wa maombi, kupe kupenda saa ya kumtafakari Mungu, na zaidi ya yote, saa ambayo roho hushirikiana na Mungu. Uwe mwenye kufikiri mambo ya mbinguni, ukipenda kuungana na lile kundi la waimbaji wa mbinguni katika makao ya juu. Kutayarisha Njia, sehemu ya kwanza, ukurasa mia mbili na nane uh, uh, Aya ya kwanza. Maneno hayo yanasemwa kwa hiyo, utakatifu unatafutwa, ni kujibidisha katika maisha yote ili kufikia ukamilifu wa kiroho. Mungu anatamani watoto wake waishi maisha matakatifu. Achaneni na madanganyo na kutiana moyo katika dhambi. Oh, Mungu anaangalia moyo, haangalii nje. Ukweli ni kwamba vile ulivyo ndani ndivyo ulivyo nje, na vile unavyovitenda nje ndio matokeo ya jinsi moyo wako ulivyo, na kwa sababu hiyo Mungu ana

kwa kuwezeshwa na neema yake, tuwezeshwe kufikia vimo vya kukua kiroho katika maisha ya Ukristo, kuachana na dhambi, kuepukana na dhambi. Ndiyo maisha aliyoishi Ayubu, alikuwa mtu mkamilifu, mchaji wa Mungu, aliyeepukana na uovu mwelekevu. Yani uovu ulikuwepo, lakini akawa na uwezo ndani yake, akawa amewezeshwa kuuepuka. Ajenda sio dhambi. Swali ni hili, unaishije katikati ya uovu? Je, umeendelea kuimarisha viungo vya Kikristo ukiongozwa na Roho Mtakatifu, ama umesusha viwango vyako vya Ukristo na kukubaliana na dhambi na kufanya maridhiano na dhambi na kususha viwango vyako vya utakatifu? Kumbuka, utakatifu ni maisha yote, na wale wanaojiandaa kuwa watakatifu mbinguni shariti waishi maisha ya utakatifu wangali katika dunia hii, na huo ndio utakatifu wote. Na kwa kusema maneno hayo, ikiwa ulikuwa hujui maana ya neno utakatifu, hiyo ndio maana ya utakatifu. Mungu ametuita kujitenga, kujitenga mbali na dhambi, kujitenga mbali na ufisadi, kujitenga mbali na chuki, kujitenga mbali na uzinzi, kujitenga mbali na kila aina ya uchafu, ili kwa neema yake na uwezo wa Roho Mtakatifu tuweze kutakaswa kupitia neno lake, tufanywe upya. Kumbuka, inawezekana kabisa kuishi maisha ya utakatifu tuungali katika dunia isiyo na utakatifu. Kumbuka, dunia imetiwa unajisi na watu wanaoikaa ndani yake na hasa waliomwasi Mungu na kuziasi sheria. Na kwa sababu hiyo, Mungu anatafuta watu waaminifu watakaoishi na kuuthibitishia ulimwengu ya kwamba inawezekana kuishi katika dunia hii bila uzinzi mpaka ndoa itakapofika. Inawezekana kuishi bila kutenda dhambi, maana neema ipo kutuwezesha, na ndiyo maana wale ambao ikitokea wameanguka, Mungu yupo, maana neema yake bado inafanya kazi ingalipo bado Mungu akituongoza na kutufanya wakamilifu. Ndiyo maana wakianguka wanarejea kwake, na wanaporejea wanafanywa upya, ya kale yanapita, tazama, yanakuwa mapya, na yanapokuwa mapya, wanadumisha viwango vya Ukristo kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, chini ya neema ya Kristo inayowaokoa wanadamu wote. Na hivyo, mpendwa, Mungu anatuhitaji katika maisha yetu, katika ibada zetu, katika kusoma neno, katika maombi kudumisha viwango vya Kikristo tungali katika dunia hii. Mungu anahitaji wanaume na wanawake waliokuwa katika Kristo, wanaodumisha viwango vyao vya Ukristo katika ulimwengu wa ufisadi. Inawezekana kwako wewe, inawezekana kwangu mimi tukijitoa na kujiweka wakfu mikononi mwa Mungu na kujisalimisha kwake kwa kusema, jinsi nilivyo na vyote nilivyo navyo ni vyako Bwana. Watu watakaoweza kujisalimisha hivyo ndiyo watafaa kuitwa wana na binti za Mungu katika ufalme wake. Na hivyo Mungu akubariki, Mungu atubariki tunapokubali kudumisha maisha ya utakatifu na viwango vya hali ya juu vya maisha ya Kikristo. Bwana atubariki, Bwana abariki neno lake, kwa jina lake Yesu, amen. Tuombe. Baba, Umetuita kuwa watakatifu, umetuita kujitenga mbali na dhambi. Tusaidie kuyaishi maisha yanayokupendeza wewe, tusaidie kuzishika amri zako, maana neema yako inatuwezesha kuyashinda yote. Na hivyo ombi letu, tufanye kuwa wakamilifu kwa kuwezeshwa na neema yako, ili tuyashike mapenzi yako, tukiandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Tubariki sote kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki. Karibu kwa wakati mwingine kwa tafakari nyingine. Bwana awe pamoja nawe na